Pendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu tunalipata kutoka katika injili ya Luka, sura ile ya 21 aya ya 20 hadi ile ya 28. na nitaisoma. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiingie, kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ole wao wenye mimba na wanao na wanyonyeshao katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa, wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kutazama mambo yatakayowapata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika, zita hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu, akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo baada ya kuulilia Jerusalemu, mji uliopewa jina la utakatifu. Katika Jerusalemu ndipo ambako hekalo la Mwenyezi Mungu lilikuwa limejengwa. Watu walilisifia kwa uzuri wa mawe na dhahabu ilikuwa ndani mwake. Yesu anakuja kuzungumza kwa sababu mmekataa neno la Mwenyezi Mungu, siku za mwisho wa Yerusalemu zitakuwa kama ifuatavyo, anasema mji huo wa Yerusalemu utazungukwa na majeshi. Na majeshi haya ambayo yalikuwa yamezunguka Yerusalemu ni majeshi ya Kirumi mwaka sabini majeshi ya Kirumi yalizunguka mji wa Yerusalemu, wakafunga, hakuna mtu kutoka wala kuingia. Waliokuwa na njaa walianza kufa kwa sababu walikosa chakula, wakafunga vyanzo vyote vya maji, watu wakafa kwa kiu. Yale mateso walioyapata yalikuwa ni makubwa sana, kiasi kwamba ilifika hatua mpaka wengine wakashindwa kuweza kunyonyesha watoto wao. Akina mama wakafa katika mateso hayo. Kwa nini? Kwa sababu wakati ambapo walipaswa kuweza kufanya toba, wakati walipopaswa kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu walikataa. Na ndio maana walimkata Yesu Kristo kwamba asiwe mfalme wao, wakamtoa aweze kuuawa, na baadaye ukatokea uharibifu katika lile hekalu, lilibomolewa likachomwa moto. Na anasema Yesu kwamba katika mambo hayo yakitokea, wale walioko mashambani wasirudi na wale wengine waliopo wakimbilie milimani. Na hata hivyo wale waliokuwa milimani walipatwa huko huko, wakachinjwa wakauawa wengi sana. Katika mambo haya ambayo yaliyotokea, anasema Yesu kwamba siku za mwisho kutakuwa kuna shida nyingi katika nchi, hasira juu ya taifa hilo, wataanguka kwa ukali wa upanga, kama walivyouawa. Na Yesu anasema kwamba katika siku za mwisho maangamizi yale ya taifa la Israeli yanavyotokea katika Yerusalemu yataenda pia kwa mataifa mengine. Anasema kutakuwa kuna ishara katika jua, katika nyota, katika nchi na mataifa watashangaa uvumi wa bahari na misukosuko yake. Anasema nyakati hizo za mwisho watu wengi watavunjika mioyo yao. Katika maisha yao watu watakuwa wamevunjika mioyo maisha yao waliokuwa yanategemea yameharibika, na anasema kutakuwa kuna hofu, na hofu hizo zitawapelekea watu kila siku kutazama ni mambo gani yatakayoweza kuja kuwapata. Yesu Kristo anazungumza, anasema hivi, wakati huo ambapo watu wengi watakuwa wanatazamia mambo yatakayokuwa yamewapata, ndipo yeye atakapokuja, atakuja na jeshi lake la mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi na hii ni ishara kwamba Yesu Kristo atakuja, na wale wote wanaokataa kwamba Yesu Kristo siye Mungu, wanaokataa kwamba Yesu Kristo siye Bwana, amesema atakapokuja watashangaa sana katika utukufu wake. Na anasema kwamba kwa wale wote ambao wenye imani mambo haya yakitokea, anasema msiogope, bali changamkeni mkaviinue vichwa vyenu kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Tufanye nini? Ishi katika maisha ya uadilifu. Ishi maisha mazuri, mtegemee Mwenyezi Mungu. Ukipewa maonyo ya kufanya toba, fanya toba. Ukipewa maonyo ya urejesho, mrudie Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama Jerusalemu ilivyomkataa Yesu Kristo iliangamizwa, vilevile pia na mataifa mengine yote ambayo wanakwenda kinyume na Yesu, na wenyewe huwa wanapata mabaya ambayo Jerusalemu waliyapata. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana atuombee katika nchi yetu na katika dunia nzima ili huruma yake iweze kushuka na watu wote wamkiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wake milele na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.